zilizotokea tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu ape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimezunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu, kama tulivyoomba, awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani commission, ili yali tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuong, itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani